Hatua leo ya hii ni hatua ya awali na ni hatua ya kawaida kabisa. Hii ni hatua ya kiutaratibu wa, wa mashauri uh, kwa mujibu wa kanuni za uendeshaji wa mashauri eh. Baada ya sisi kufaili mashauri yetu au malalamiko uh, upande wa pili wa serikali pamoja na tume wameleta majibu yao, na leo kikao cha leo ilikuwa ni uh, kwa mrajisi au uh, mbele ya naibu mrajisi kujiridhisha kwamba pande mbili zime comply na amri ya mahakama ya kuleta majibu hmm. E, pamoja na kwamba kila kitu kiko, kiko sawa, ingilikuwa kila kitu kimekamilika, manake hatua inayofuata ni kwenda kupangiwa jaji, kwa maana mafaili haya ya kurudi kwa jaji mkuu ili ayapangie majaji. Lakini kwa sababu a, majibu ya serikali na tume tumeyapata leo, tumeomba tupewe muda kwa ajili ya kuyasoma ili tujiridhishe kama kuna haja ya kufaili majibu ya majibu wanaita rejoinder. E, na kama hakuna haja basi tutaruhusu Mheshimiwa Mrajisi aendelee na hatua zinazofuata kwa ajili ya kupeleka shauri mbele, ya kupeleka mafaili haya kwa jaji mkuu ili ayapangie majaji watakaosikiliza mashauri haya. Na Mheshimiwa Mrajisi ameridhika na amekubaliana na maombi yetu na ametupa wiki moja, aa, mpaka tarehe 18 kwa ajili ya ku kuja tena kukutana hapa na kuweza kutoa maelezo kwamba tunayo majibu ya majibu au hatuna, na sasa hatua nyingine ifuate. Lakini kwa leo kila kitu uh, kime kimekwenda sawa ha, sasa taratibu za kimahakama ziko wazi eh, hakuna ramli, taratibu za kimahakama ziko wazi, hakuna siri. Ndio maana unapofaili document unampa na upande wa pili, au hakuna siri? kwa hiyo <laughs> kilicho ndio maana majibu yao wametuletea ya sisi, kwa sababu ni haki yetu tupate kwa hiyo nasema haikuwa hoja hata kidogo e, mana, si haku, na ndio maana naibu mrajisi hakuweza kuentertain na akaamrisha kwamba sisi tupewe muda wa kwenda kuyasoma ili baadaye tuamue kama tunajibu au wa hatujibu. Yani ni kweli tume, tumefaili e, chama cha ACT Wazalendo, hasa wagombea wa nafasi za ubunge a, wamefaili mashauri kama haya kwenye mahakama hii kwa majimbo ya Unguja na Mahakama Kuu masijala ya Chake Chake kwa upande wa Pemba na tayari e, zimeshapangiwa tarehe e, na kwa ajili ya kuuja kuwapia kwa mara ya kwanza, na tukitarajia kwamba tutapata majibu pia ya upande wa tume huru ya uchaguzi pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo ni kweli na confirm kwamba mashauri hayo yapo mahakamani, yameshafailiwa na najua na uh, kwamba ndani ya siku chache zijazo, hasa tarehe kumi na nne na kumi na tano na kumi na saba basi tutakuja tena hapa kwa ajili ya mashauri ya wabunge.